Mpango wangu hasa ni kiingia madarakani, kwa vijana wetu wa kike tutakuwa na, na pesa maalum. Tutaanza kuwasomesha darasa la kwanza bure mpaka kuendelea darasa la kumi na mbili. Halafu tutatafuta na pesa nyingine kuwasomesha juu zaidi, wapate elimu zaidi, ili mradi watakapomaliza masomo yo yao yote kuweza kujiajiri, na watakaokuwa hawawezi kujiajiri wenyewe tutaajiri serikali, kwani tuna miundombinu mengi tunataka kuyafanyia mambo mazuri. Asante, nashukuru kwa swala zuri. Nitakapoingia, sisi serikali yangu itakapoingia madarakani, basi jambo hili pia kwenye nini zipo, tutahakikisha muungano wetu, tumefanya michakato mizuri ya kuunganisha Wazanzibar na, Tanga, na Tanganyika kwa vile sote ni wamoja, tutahakikisha tume, tumekuwa pamoja. Tutajadili muungano wetu huu, tunataka uweje, tuufanye vipi, na hapo baadaye tunahakika tutapata kitu kizuri, ili mradi sote tu, tusitengane, kukawa maneno haya ya somana. Tutashikamana na muungano wetu utadumu daima dawama. Asante. Nita, kubwa nitakalofanya nijue nikumbukwe maisha yangu yote, nitahakikisha nimepigania Zanzibar imepata mamlaka yake kamili. Na hili naamini nitakapoliweza nikalifikisha, naamini maisha yangu yote na vizazi vijavyo na vijazo nitakumbukwa kwa, kwa hili. Ushauri wangu kwa wanawake, musiogope kina mama wenzangu. Jitokezeni, siku hiyo ikifika, jitokezeni kwa wingi, mukanichague mie, mama yenu, dada yenu, tuhakikishe nimeingia madarakani, na hapo ndiyo mambo mazuri yatakuja kwa wanawake nyote na watoto. Na vilevile vile, naomba mujitokeze kwa wingi siku ya kupiga kura, musi, musi, musikae vituoni mukimaliza kupiga kura, nyote murudi majumbani mukakae bila vurugu yoyote, kwani amani yetu ni yetu sote. Itakapokuharibika amani, sisi mama na watoto ndio washirika wakubwa. Kwa hivyo, kapije kura yako. Kura ni haki yako, na amani ni wajibu wako.